Imepita siku moja toka mawasiliano yalipofanyika baina ya rais Donald Trump na Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa nchi ya Israel, kuhusiana na maendeleo ya majadiliano baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran kwenye swala la kupunguza urutubishaji wa kiango cha uranium ndani ya nchi ya Iran. Bila shaka, kinachoonekana mpaka sasa hivi Marekani yameshifti kutoka katika msimamo wake wa awali. Msimamo wake wa awali ulikuwa ni msimamo aliokuwa akiuzungumza Benjamin Netanyahu siku za nyuma, za kwamba Irani haitakiwi iwe na hata asilimia moja urutubishaji wa kiwango cha uranium. Lakini vilevile vile, maneno haya yalikuwa yakikaririwa na Marco Rubio kwamba Iran kama inaweza kufanya urutubishaji wa asilimia moja haiwezi kushindwa kufanya urutubishaji wa asilimia themanini ambayo inaweza ikatumika katika kutengeneza tactical nuclear weapons au <coughs> kufikia katika urutubishaji wa asilimia tisini ambao vilevile unaweza ukapelekea kwenye kutengeneza strategic nuclear weapons. Kwa hivyo, msimamo wa awali ilikuwa ni kwamba Iran haitakiwi kuwa na urutubishaji kabisa lakini kwa sasa hivi inaonekana Marekani ameshifti msimamo na ameishawishi Israeli pia ishifti msimamo kwamba Iran inaweza ikarutubisha kiwango cha uranium lakini kiwango hicho hasa kiwe takriban asilimia tatu pointi sita saba. Kwa nini asilimia tatu pointi sita saba? asilimia tatu pointi sita saba kwa sababu ndio ilikuwa makubaliano ya awali yaliyofanyika mwaka elfu mbili na kumi na tano tarehe kumi na nne mwezi Julai, makubaliano yaliyojulikana kama Uh, Joint Comprehensive Plan of Action au Iran Agreement, makubaliano ambayo yalihusisha nchi, nchi ya Iran pamoja na nchi takriban sita kubwa duniani. maanakinazungumzia nchi kama Marekani, nchi kama China, nchi kama Urusi, nchi kama Uingereza, nchi kama Ufaransa na nchi kama Ujerumani, ambao najulikana kama makubaliano ambayo actually Uh, yalianza kufanywa kazi tarehe kumi na sita Januari mwaka elfu mbili na kumi na sita lakini kufikia mwezi Mei mwaka elfu mbili na kumi na nane Rais Donald Trump ndiye aliyekuwa wa kwanza kujitoa katika makubaliano hayo, akileta hoja kuu mbili. Hoja ya kwanza ni kwamba makubaliano hayakuwa makubaliano ya kudumu, pamoja na kwamba ni makubaliano yaliyokuwa yakiitaka Iran irutubishe asilimia tatu pointi sita saba ambayo inatosha kwa matumizi ya kijamii kama uzalishaji wa umeme, vilevile vile na programu zake kama hizo za kutengeneza baadhi ya madawa ambayo inaweza kutumika katika kuua vijidudu na na mfano wake. Hiyo ilikuwa ni hoja ya kwanza kwamba makubaliano sio makubaliano ya kudumu, na ndio maana Marekani wanaona wajitoe. Lakini vilevile, hoja ya pili ilikuwa ni kwamba makubaliano yalikuwa hayahusishi program ya Iran katika utengenezaji wa ballistic missiles. Kwa hivyo Marekani iliona kwamba ijitoe mwaka elfu mbili na kumi na nane, na hatimaye makubaliano ya mwanzo uh, Iran walikubali kuingia kwenye makubaliano yale mwaka elfu mbili na kumi na tano kwa kigezo cha ja kwamba waondolewe vikwazo walivyokuwa wamewekewa vya kiuchumi, lakini kufikia mwaka elfu mbili na kumi na nane rais Donald Trump alijitoa katika makubaliano yale, na mwisho wa siku alirudishia vikwazo nchi ya Iran. Kwenye kufanya retaliation Iran ikaamua iendelee na programu yake ya urutubishaji wa nyuklia kiasi ambacho mpaka sasa hivi imefika takriban asilimia stini ya urutubishaji. Kilichobakia ni kama takriban asilimia ishirini kufikia katika uwezo wa kutengeneza tactical nuclear weapons. Nikisema tactical nuclear weapons, maanake ni zile silaha ambazo zinaweza kutumika katika mapigano ya vita hizi za kawaida lakini zimebaki asilimia thelathini kuweza kufikia kwenye kutengeneza strategic nuclear weapons. Tukisema strategic nuclear weapons ni zile silaha za kiatomiki kubwa kama zile ambazo zilitumika mwaka arobaini na tano kule Hiroshima na Nagasaki kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na nchi ya Marekani. Tunachokiona mpaka sasa hivi ni kwamba uh, Iran position waliofikia ni position kubwa sana, ni position ambayo Uh, hata mwenyekiti wa uh, department ya atomic ya Umoja wa Mataifa, International Atomic uh, Energy Agency amezungumza uh, uh, kwamba kiwango ambacho walichokuwa nacho Iran sasa hivi ni kiwango kikubwa, na ni kiwango ambapo hakipimiki moja kwa moja, kwa sababu inaonekana kwamba ukiachilia mbali zile nuclear site kama za Fordo au na tans ambazo ni maarufu pale katika nchi ya Iran na ambazo ni kubwa, zinaonekana kwamba urutubishaji wake ni umefikia katika level ya juu sana, lakini kile kilichozungumzwa na uh, Grosi ambaye ni mwenyekiti wa upande wa uh, International Atomic Energy Agency anasema kwamba Iran wanaonekana vilevile vile wana sehemu za siri za underground ambazo wamekuwa waki fanya uh, shughuli zao za kiatomic ukilinganisha na kile ambacho kinaonekana katika, katika, katika juu ya ardhi na kiasi ambacho amejaribu kutoa warning kwa mpango wa Israel ambao umekuwa kiukariri mara nyingi kwamba ikiwa uh, diplomatic issues au discussion, majadiliano ya kidiplomasia atakapokuwa ameshindwa kufanikiwa, basi Iran itafa, eh, Israel itafanya mashambulizi katika baadhi ya nuclear sites za Iran, jambo ambalo Grosi anasema kwamba bila shaka aliweze kuleta madhara ya kiwango hicho, kwa sababu bado kuna uh, mifumo mingi ya kinyuklia ambayo inaonekana kwamba Iran wamejaribu kuificha, kuificha underground na pamoja na kwamba hili limekuwa pia likitolewa warning na Rais Donald Trump alipokuwa ameulizwa siku za nyuma kwamba je, unamwonya Benjamin Netanyahu kuhusiana na mashambulizi anayotaka kuyafanya uh, katika nchi ya Iran, Rais Donald Trump alisema kwamba ni kweli huwa anamwoja Benjamin Netanyahu kwamba asifanye mashambulizi wakati majadiliano wa ya kidiplomasia bado yanaendelea baina ya nchi ya Marekani na nchi ya Iran. Lakini hili pia tunajaribu kulitazama kwa upande mwingine, kwa kuangalia siku za karibuni, nchi ya Iran imetoa taarifa ya kwamba ina taarifa za kiintelijensia, imeweza kuwapua taarifa za kiintelijensia nyingi kuhusiana na nuclear program za nchi ya Israel ambayo inakadiriwa kwamba kuna uwezekano mkubwa wakawa wameziba kutoka katika Surak Nuclear Center. Surak Nuclear Center ni center inayopatikana kusini kidogo mwa mji wa Tel Aviv ambayo actually ni center ambayo inajulikana kwamba ni ya kitaifa ndani ya nchi ya Israel, pamoja na kwamba hatuna hakika kama uh, taarifa ambazo uh, Iran wanazo kuhusiana na nuclear program ya, ya, ya, ya, ya, ya Israel inahusisha tu program ambayo zinaendelea ndani ya Surak ile nuclear center au inahusisha vile vile na baadhi ya programu ambazo zimekuwa zikiendelea kule katika jangwa la Negev. Hili ni katika mambo ambayo tunatarajia kuona zitukapata katika, katika siku zijazo. Lakini moja katika hatari kubwa ambayo inaweza kujitokeza kutokana na plani ambayo Israel imekuwa ikizungumza kwamba inakusudia kuishambulia nchi ya Iran, ni kiasi cha taarifa ambacho Irani wanacho kuhusiana na program za nchi ya Israeli katika upande wa nyuklia. Kiasi ambacho hatuwezi kujua retaliation itakuwa kiwango gani kama Iran itashambuliwa na nchi ya Israel, pamoja na kwamba aina ya uh, mashambulizi ambayo Israel wamekuwa wakizungumza kwamba atashambulia sehemu nuclear site, atashambulia sehemu nuclear site, tunaona ni kwamba hatuna shaka kwamba yatakuwa na athari kiasi ndogo sana katika upande wa strategic move, yani katika upande wa madhara ya kimkakati lakini inawezekana ikawa na madhara kidogo katika upande wa mbinu, kwa kuzingatia kwamba au unasema kwamba ile tactical impact, kwamba upande wa mbinu inawezekana ikawa na madhara kwa kiwango fulani, kwamba labda mmeshambulia katika sehemu ya Natanz au sehemu ya Bushehr au wapi mkaleta madhara kwa kiwango fulani, lakini sio kusema kwamba ile program yote ya nuclear move inaweza ikafa ya nchi ya Iran kwa sababu ya mashambulizi ya nchi ya Israel. Lakini katika upande wa pili Tunaona kwamba uh, iwapo mashambulizi hayo yanaweza akafanyika, madhara yake yanaweza yakawa makubwa zaidi, kwa sababu inaweza kapelekea katika regional war, inaweza kapelekea katika katika vita kubwa ya kikanda, ambayo inaonekana ndio plani ya muda mrefu ya Benjamin Netanyahu, ili kuweza kuprolong muda wake wa kuendelea kubaki madarakani ni kuweza kutengeneza wakati mwingine mgogoro mkubwa zaidi katika upande wa mashariki ya kati, na mgogoro mkubwa zaidi kwa Israel hasa ni mgogoro baina yake na nchi ya Iran lakini kusema kwamba anaweza ikaleta madhara movement yake ambayo uh, uh, Benjamin Netanyahu amekuwa akizungumza mara nyingi, kwamba anakusudia kuishambulia nchi ya Iran, bila shaka tunaona kwamba madhara yake inawezekana yasiwe makubwa kwa kiwango hicho kwa, lakini katika kile ambacho uh, Marekani wamejaribu kukisajesti kwa nchi ya Iran kwamba uh, ikiwezekana warudi katika makubaliano ya awali ya kupunguza urutubishaji warudi mpaka katika asilimia tatu pointi sita saba tunaona huku ni kupungua kwa kiwango kikubwa sana kutoka asilimia sitini mpaka asilimia tatu pointi saba maana yake ni kupungua kwa takriban asilimia kama uh, hamsini na takriban sita kama pointi tatu uh, pointi tatu tatu, kiasi ambacho itakuwa ni kuwarudisha nyuma sana au kukubali kurudi nyuma sana kwa nchi ya Iran. Lakini vilevile vile, kwa kuzingatia pia mazingira ya tension ambayo imekuwepo katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ukihusisha movement ambazo Israel wamekuwa wakizifanya. Wamekuwa wakifanya attacks katika nchi kama ya Siria, wamekuwa wakifanya attacks katika sehemu za Lebanon. Maanake ile region yote wanajaribu kuivuta iwe chini yao ifikie hatua kwamba uh, Israel aonekane kwamba ndiyo dominant katika eneo la Mashariki ya Kati. Na hata move ya Israel kusema kwamba atashambulia sehemu ya, ya, ya, ya Iran, moja katika tageti yake ni hiyo kwamba Israel ifikie hatua ionekane kwamba yeye ndiyo uh, strategic dominant katika upande wa jeshi katika eneo la, la Mashariki ya Kati, jambo ambalo tunajua kabisa kwamba Iran bila shaka hawawezi kulikubali kwa sababu nyingi hawawezi kulikubali kwa sababu Iran anajizingatia kwamba yeye vilevile ni giant katika eneo la Mashariki ya Kati na ni miongoni mwa nchi ambazo zina ushawishi katika Mashariki ya Kati pamoja na kwamba kwa takriban uh, toka vita ya Gaza imeanza. Uh, uwezo wa ushawishi wa Iran umepungua kwa kiwango kikubwa na hasa baada ya kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad na vilevile vile, uh, kufariki kwa watu muhimu kama kina Hassan Nasrullah. Hii imekuwa imeleta impact kwa kiwango kikubwa, lakini vilevile vile, imeongeza sehemu ya dominance au sehemu ya udhibiti wa utawala wa nchi kama ya Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa kuzingatia kwamba uh, nchi nyingi zimekuwa zinakuja katika mrengo ambao kama vile unakuwa na ifeva Israel. Ukiangalia kuanzia Lebanon, uh, serikali ya Josef Auni iliyoingia madarakani haitaki mapigano na Benjamin Netanyahu au na Israel. Ukiangazia uh, serikali ya abu, abu Muhamad Jaulani uh, Ahmad Shara ile ya Siria, msimamo ni huo huo ukiangalia memba wale au wa, marafiki wa muda mrefu wa Israel nchi kama za Jordan wameendelea ku maintain msimamo wao huo huo. Kwa ina maana zile resistance group au ardhi ambazo zilikuwa zinaweza kutoa upinzani kwa Israel zimepungua kwa kiwango fulani, kiasi ambacho inaonekana sasa hivi upinzani wa moja kwa moja unatoka katika nchi ya Yemen katika kundi la Houthi, lakini vile vikundi vilivyokuwepo katikati kwa mwanzo vingi, inaonekana kwamba vimepoteza vimepoteza uelekeo lakini pamoja na kwamba pamekuwa na plani hizi ambazo zimekuwa zikijadiliwa kwa upande wa Marekani, plani ya mazungumzo na Iran kwa sababu wanataraji watakuwa na mazungumzo mengine tunategemea weekend ya, ya wiki hii ya kuendelea kujadili kuhusiana na Iran kukubali kupunguza kiasi cha urutubishaji wa nyuklia uh, na at the same time kwamba Uh, Israeli imekuwa kama ni watchdog, imekuwa kama ni mtazamaji wa kile kinachoendelea baina ya Marekani na, na na Iran, ikitangaza kwamba yenyewe kuna hatua itakachukua ya, ya, ya kuishambulia Iran. Ni kama tulivyozungumza siku za nyuma, tunaona kwamba bado hapata kuwa na madhara ya namna yote makubwa kwa nchi ya Iran katika movement zote. Movement ya kwanza hiyo ya makubaliano ya, ya kupunguza kiasi cha enrichment kwa nchi ya Iran kutoka katika upande wa Marekani, tunajua kwamba Iran atabaki na msimamo wake au kama atakubali kupunguza kiasi cha urutubishaji, inawezekana kwa kwa kiongo kikubwa ikawa ni kini macho, lakini vilevile ya hali, jisi, uh, Israel kuishambulia Iran ni plani ambayo inatupa shaka. Inatupa shaka vile vile kwanza kwa mazingira yalivyo hivi sasa kwamba Iran imetangaza kwamba yenyewe ina sehemu ya taarifa kuhusiana na nuclear program ya Israel. Kwa hivyo hatujui kipi kitakachofuata baada ya Israel kusema kwamba wataishambulia nchi ya Iran. Lakini vile vile msimamo huu wa kwamba tuishambulie Iran ni msimamo ambao actually unakuwa su, unasukumwa zaidi na, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini kwa mazingira ya kisiasa pia ya nchi ya Israeli kwa sasa, hata uwepo wa Benjamin Netanyahu vilevile vile umekuwa ni wa mashaka kwa kuzingatia kwamba siku ya kesho kuna kura ambayo ilikuwa imekuwa proposed, kuna kura ambayo ilikuwa imependekezwa na wabunge wa upinzani ndani ya bunge la Knesset, na ukizingatia kwamba umoja ambao anaongoza Benjamin Netanyahu una viti takriban 64 kati ya viti 120 ina maana kuna vyama vya upinzani vina viti takriban hamsini na sita. Difference ni kama viti vinne ili kuweza kuweka mazingira yakae sawasawa, lakini katika kule naopendekezwa siku ya kesho, mojawapo ilikuwa ni kulivunja bunge, kulivunja bunge na kutoa fursa ya uchaguzi. Na moja katika core members, au members waliokuwa wakimsapoti Benjamin Netanyahu kwa mfano chama cha Shas ambacho actually ni chama kinachoundwa na um, watu ambao wanaitwa heredim tunasema, au ultra orthodox Jews wale Wayahudi ambao wanakuwa na misimamo, wana misimamo uh, mikali ndani ya, ndani ya, ya, ya nchi ya Israel, maanake wenyewe wako very strictly na kufata, na kufata uh, mafundisho ya Taurati na mfano kama hivyo, na wengi hawaamini kwamba Israel inapaswa kuwa nchi bali wanaamini kwamba Israel ili iwe nchi inatakiwa iwe nchi kipindi atakachokuja uh, masia ndio wanaamini zaidi katika, katika upande huo. Sasa katika umoja wa Benjamin Netanyahu, katika umoja ambao unaongoza Benjamin Netanyahu, moja katika society au moja katika jamii ambayo ipo katika umoja huo ni jamii ya ultra orthodox Jews ambao Uh, tokea mwaka jana takriban kwenye mwezi Juni uh, mahakama ya Israeli ilipotangaza kwamba watu wote wanatakiwa waingie katika jeshi, kwa sababu hawa Heredim Jews, au Orthodox Jews walikuwa wanakuwa exempted, walikuwa wanawekwa pembeni katika utaratibu wa jeshi, wenyewe hawaingii katika maswala ya jeshi lakini toka mahakama ilipopitisha azimio hili, na mwezi wa nne mwaka huu walipochukuliwa baadhi ya Orthodox Jews kuingizwa katika upande wa jeshi, wameapa kujitoa katika umoja unaomuunga mkono Benjamin Netanyahu, na wenyewe wana bichi takribani kumi na moja kwa ina maana wakitoka uh, wakitoka katika viti takriban kumi na moja maanake umoja wa Benjamin Netanyahu unaongoza Benjamin Netanyahu ambao una viti takriban sitini na nne utapungua kuwa na viti hamsini na tatu na upande wa upinzani ambao ulikuwa na viti hamsini na sita maanake watapanda kuwa na viti takriban sitini na saba kiasi ambacho inaweza ikapelekea kwa upande mmoja au mwingine serikali ya Benjamin Netanyahu ikaanguka kwa staili ya namna hii, pamoja na kwamba siasa za Israel ni siasa ambazo wakati mwingine huwa zinabadilika katika last minutes zinabadilika katika dakika za mwisho. Inawezekana siku ya kesho wakafanikiwa uh, kuongea na Ariel Atas ambaye actually ni kiongozi wa uh, Shas uh, party, kushawishi labda warudi tena katika umoja unaongozwa na, na Benjamin Netanyahu. Lakini kile tunachokiona mpaka sasa hivi ni kwamba kuna uwezekano mkubwa kesho ikatoka taarifa ya ya ya tofauti ndani ya Knesset kutokana na msimamo uliochukuliwa na, na Haredim. Na jamii hii ya Ultra Orthodox Jews au Haredim, by the way, ni jamii ambayo imechanganyika kutoka katika magrupu tofauti tofauti ya ndani ya Israel. Kwanza ni jamii muhimu, kwanza kwa sababu ni jamii ambayo inazaliana sana ndani ya Israel. Maana yake katika future existence au katika uwepo wa siku za mbeleni wa nchi ya Israel unategemea zaidi jamii ya Ultra Orthodox Jews kwa sababu wao wakizaa wanazaa watoto nane watoto kumi namaanake wanazaa watoto wengi. Inamaana kwa sasa hivi, ukiangalia asilimia yao katika nchi ya Israel ni takriban asilimia kumi na nne ya ya waisrael wote, lakini nakadiriwa mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na tano na kuendelea, bila shaka asilimia yao inaweza ikapanda mpaka kufikia kwenye asilimia 30. Kwa sababu karibia kila mwaka wanaongezeka kwa, kwa asilimia nne na muundo wao maanake wanatoka katika jamii zote, katika jamii za Ashkenazi nikisema Ashkenazi ni wale wayahudi ambao wakatokea katika nchi za uh, mashariki mwa Ulaya, maanake nchi kama za Poland, nchi kama za Urusi, Ukraini, Lithuania, uh, Ujerumani na mfano wake, wanatokea maeneo hayo wa, wanaitwa uh, Ashkenazi ambao heredi mpia wapo wanaotoka katika, katika kundi hili, lakini vilevile vile kuna wayahudi ambao tunasema ni sefadik jus, ambao hawa aktuali wanatokea maeneo kama ya Spain, maeneo kama ya uh, kaskazini mwa Afrika Spain walikuwepo hasa mpaka kufikia kwenye mwaka elfu moja mia nne na tisini na mbili kipindi ambacho kuna dola ya au ile caliphate zile za Kiislamu au dola ya Kiislamu ilikuwa kitawala maeneo ya kule maeneo ya kule Spain ikiitwa kipindi hicho Andalusia. Kwa hiyo baada ya kuanguka katika miji ile ya Spain, miji kama ya Cordoba, Granada, Toledo uh, na mfano wake, baada ya kuanguka miji hiyo maanake mwaka elfu moja mia nne tisini na mbili chini ya uh, movement waliokuwa naita Reconquista kiongozwa na uh, king uh, Ferdinand pamoja na queen Isabela, by the way walifanya kuwafukuza jamii ya Wayahudi, ndo hawa tunasema ni sefadi kijus kutoka maeneo hayo ya Iberian Peninsula. Maanake nazungumza nchi kama za Portugal na nchi kama -za Spain ya yaleo uh, wakaja maeneo ya Afrika na wengine wakaelekea kule maeneo ya, ya, ya, ya, ya Middle East. Na vile vile katika society hii ambao tumesema ni Sephardic Jews wanatokea maeneo hayo, by the way, ni ndani yao pia wanapatikana jamii yao Heredim, kwao ina maana unaweza kuona kwamba ni composition ya jamii kubwa ambao pia wanagawanyika gawanyika katika katika baadhi ya mirengo yao na namna wanavyofuata wanavyo, wanavyo, wanavyo uh, misimamo yao hiyo ya, ya, ya kiimani, lakini by the way ni jamii kubwa ndani ya Israel ambayo imeshika msimamo huo kwamba siku ya kesho watahakikisha uh, kwamba wanajitoa katika kwa umoja uh, ambao unaongozwa na Benjamin Netanyahu na waweze kuhamia katika uh, umoja wa upinzani kwa sababu moja tu uh, sababu yao kubwa ni kwamba Benjamin Netanyahu ameshindwa kutimiza ahadi yake ya kuzuia Ultra Orthodox Jews au Heredim kuingizwa katika upande wa shughuli za kijeshi. Maanake wao ni watu wa imani, wanakaa katika zile sinagogi kwa ajili ya kufanya ibada na vitu na mfano wake. Kitendo cha kuingizwa katika, katika, katika maswala ya, ya, ya kijeshi, maanake huu ni utaratibu mpya ambao umekuwa Uh, katika kipindi ambacho Netanyahu ni waziri mkuu na hasa aliyochagiza sana movement hii alikuwa ni Yoav Gallant aliyokuwa waziri wa ulinzi kabla ya kabla ya Israel Katz ambaye yuko yuko sasa hivi. Kwa hiyo actually tunaweza pia tukaona kwamba hiyo movement ambayo inazungumza na Benjamin Netanyahu kwamba anakusudia kuivamia nchi au kuishambulia nchi Iran inawezekana ikapotea hewani iwapo siku ya kesho ultra-Orthodox Jews, watapiga kura ya kujitoa au ya kutaka bunge liweze kuvunjwa, na kwa sababu mpaka sasa hivi statistics zinaonyesha kwamba uh, liquid part, uh, au liquid part ile ya uh, Benjamin Netanyahu inahodhi viti takriban thelathini na mbili, lakini iwapo bunge litavunjwa inaonekana kwamba watapoteza asilimia atapoteza uh, moja ya tatu ya kinaongozwa na, uh, wa, wa, na, na Benjamin Netanyahu. Kwa hiyo hii pia ni picha nyingine ambao unaweza ukaona kwamba uh, inaendelea kuonyeshwa kwamba kuna uwezekano mkubwa sehemu ya ndoto ya mashambulizi ya Israel kwa Uh, Iran inawezekana isiwe yenye kutimia kwa sababu nyingi. Sababu ya kwanza ni kiasi cha taarifa ambacho Israel au ambacho Iran wanacho. Hatuna hakika ni taarifa nyingi za kiwango gani na zinaweza kuleta madhara kwa kiwango gani, lakini jambo la pili ni Uh, movement ya kesho katika bunge la Knesset iwapo litapelekea serikali ya Benjamin Netanyahu iwe dissolved, ndani ya bunge, maana yake inaashiria wazi kuna uwezekano mkubwa uongozi wa Benjamin Netanyahu ukawa unaelekea katika ultimatum au katika kilele chake, na ikiwa hilo litakuwa hivyo tunaweza tukapata signal kwamba kuna nafasi kubwa ya kwamba utawala wa Donald Trump inawezekana umeinjinia hicho kinachokuja mbele. Tunapata shaka ya jambo hilo kwamba kuna uwezekano mkubwa serikali ya Donald Trump ikawa imeinjinia movementi hiyo ya kumwangusha Benjamin Netanyahu, na hii ni kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana kwamba haviko sawa baina ya Benjamin Netanyahu na Donald Trump, pamoja na kwamba kuna mengine ambao wanakuwa wanakubaliana, lakini kuna baadhi ya mambo inaonekana hayako sawa, na hususa hichi kinachoendelea pia ndani ya Gaza pamoja na kwamba Marekani anaonekana yuko mbele, bado anaweka kura ya veto, kura ya veto yake ndani ya a, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, kama tulivyoona siku kadhaa zimepita nyuma kwamba katika wajumbe takriban kumi na tano kumi na nne walikubali kupiga kura ya kutaka a, wale mateka wacho huru lakini vilevile vile makubaliano uh, I mean, ceasefire iwepo ya kudumu ndani ya Gaza bila masharti ya namna yote, lakini aliyozuia peke yake alikuwa ni ni nchi ya Marekani. Tunasema hii ni strategic move kwa kuzingatia kwamba umuhimu wa Israel ndani ya eneo la mashariki ya kati, kwa sababu Marekani, ili aweze kulimeneje eneo la mashariki ya kati, anamhitaji zaidi Israeli ili aweze kulimeneje eneo la mashariki ya kati anamhitaji zaidi Israel, na sababu kubwa ya kumhitaji Israel ni kwa sababu eneo la mashariki ya kati ni eneo ambalo linaweza likaunganishwa kupitia vitu kama vitatu muhimu. Cha kwanza ni eneo kubwa ambalo watu wake wanaongea lugha moja, kwa hiyo wanaweza wakaungana kupitia lugha yao. Lakini vile vilevile ni eneo kubwa ambalo linaunganishwa na uh, culture ya watu wanaofanana maanake tofauti wa culture ni mdogo sana kwa baadhi ya jamii za watu wachache wachache, lakini wengi utakuta kwamba jamii zao wanafuata culture moja. Lakini vile vile, wanaweza wakaangaliwa kupitia dini kwa kuzingatia kwamba majority ya watu wa mashariki ya kati ni watu ambao wanatoka katika dini ya Kiislamu, pamoja na kwamba kuna uh, sehemu ya uh, Wakristo wale Orthodox, uh, Christians pamoja na watu wengine uh, kama Yazidi na mfano wake wapo, lakini ni eneo ambalo linaweza likaungana kupitia vitu muhimu ambavyo vinaweza vikafanya uh, wakatengeneza kitu kikubwa kama ilivyokuwa katika kipindi cha, cha Ottoman Empire. Ili kuweza kucontrol eneo hili maana yake unahitaji upate mtu kama Israel. Uh, au nchi kama Israel ambayo inaweza ikaclaim kwamba na yenyewe ina asili ya eneo hilo na ikatumika katika kufanya monitoring ya baadhi ya mambo kwa advantage au kwa maslahi ya nchi nyingine, nchi kama Marekani. Kwa hiyo kura yake labda katika ile Security Council, au katika baraza la Umoja Mataifa inaonekana kabisa kwamba ni strategic vote, ni, ni kura ya, ya kistratejia, lakini si kura ya kiuhalisia kwa maana ya kwamba mambo yanayoendelea katika mifumo ya kama hivyo, uingizaji wa chakula ndani ya, ya, ya, ya Gaza, watu wanavyouliwa ndani ya Gaza ni vitu ambavyo vinaonekana wazi kabisa kwamba haviwezi kutengeneza uh, rekodi nzuri ya kihistoria ya nchi kama Marekani ambayo mara zote imekuwa ikipita mbele ikihimiza maswala kama ya haki za binadamu, maswala ya demokrasia na, na, na mfano wake. Kwa hiyo by the way tunaona kabisa kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo Marekani inaonekana inakubaliana ina na Benjamin Netanyahu, lakini kuna mambo inakuwa inakataana na Benjamin Netanyahu pamoja na kwamba msimamo wa Marekani zidi ya ya Israel inaonekana ni msimamo ambao si uko, uko, uko madhubuti. Kwa hiyo, by the way ni sehemu ya picha ambayo tunajaribu kuitazama kwa kile ambacho kwanza kimejadiliwa na Benjamin Netanyahu pamoja na uh, rais uh, Donald Trump, lakini vilevile vile kwa upande mwingine tunajaribu kutazama uh, katika upande wa plani ya Israel iliyokuwa nayo dhidi ya nchi ya Iran kwamba ni kweli inaweza ikafua dafu ama inaweza isifua dafu, lakini kile ambacho tunachokiona ni kama mazungumzo yetu ya kibiti nyuma tuliopata kuzungumza kwamba tunapata shaka na malengo ambayo is, uh, Iran, uh, I mean Israel wanayo dhidi ya nchi ya Iran kama yatafanikiwa, kwa sababu hata kile yote itakayofanyika tunaona kwamba zaidi inawezekana ikawa ni tactical na sio strategic. Inawezekana ikawa ni mashambulizi ya kimbinu, lakini sio ya kimkakati kusema kwamba Iran wanaweza kurudishwa nyuma katika kile ambacho wameshakifikia mpaka sasa hivi. Bila shaka bado tuna muda wa kuendelea kuangalia uh, movement hii na kuweza kuona kwamba huenda katika siku zijazo tukaweza kuletea uchambuzi uliokuwa bora zaidi na wenye ufafanuzi na uh, gusa katika matokeo yaliyokuwa chanya ya kile ambacho tumekitazama katika siku ya leo.